Inawezekana kukusanya kodi bila kusukumana, kwa kusikilizana, na ndio azima ya kamishona mkuu na ni azima ya mheshimiwa rais aliyomwagiza kamishona mkuu na TRA kwa ujumla, tunaitekeleza kwa vitendo. Lakini baada ya kusema hayo niseme na na kwa nini nimekuja Mbeya. Tumeagiza na kamishona mkuu kwamba kwa kuwa idara wote tusambae nchi nzima nchi nzima. Kwa sababu gani? Tulete ujumbe wa kamishona mkuu kwenu kwamba anawapongeza kwa hiyo ni washukuru sana kwa niaba ya kamishona mkuu na uongozi mzima wa TRA kwa kuendelea kulipa kodi kwa hiari na kwa wakati na tu, tuendeleze hivyo hivyo na mwezi wa, wa sita tuweze kufikisha lengo na hatimaye tushinde kwa kishindo kwa wote kwa na hata unapoona maeneo yanakuja, uweze uwe na uwezo wa kujivunia kwamba ni kodi yangu inafanya kazi. Inapotokea kasoro kasoro, uweze kuhoji, kwani kodi inatumika vibaya. Kama ulipi, una uwezo wa kuhoji. Kama unalipa na sababu ya kuhoji na kuuliza, mbona pesa yetu inatumika vibaya? Hapo kuna mtu anavuja kingo za daraja huwezi kuwa kusimama na kuhoji mbona hii hela ya kwetu wote hii tumechanga wote kwa kulipa kodi, mbona wewe unaharibu miundombinu sio ya serikali ile ya kwetu wote. Uko na mtu afanye kile kinachotakiwa, uwe na uwezo wa kuhoji. Ni kwa sababu hatuna uh, mjomba mwingine, yote ni sisi wenyewe. Na ni wataarifu tu kwamba kwa sasa hivi TRA inakusanya asilimia sabini ya mapato yanaendesha nchi wanasimamia tu lakini wana, yanatoka kwetu kama wananchi kama wafanya biashara yote yanatoka kwetu. Asilimia sabini ya mapato yote yanatoka yanakusanywa ya, na TRA yanatoka kwenu wananchi ambao mnafanya biashara. Asilimia thelathini nyingine yanatoka na vyanzo vingine mbalimbali mbali, eh, kwa mfano kodi za halmashauri na taasisi zingine zingine, lakini pia mikopo hapa na pale. Asilimia thelathini, lakini asilimia sabini, muone jinsi ambavyo uwezo wenu wa kuendesha nchi ni mkubwa sana. Lakini hapo hapo ni niseme jambo moja kwamba tunashukuru pia kwa hatua mbalimbali ambazo tumepitia. Tumetoka katika wakati mgumu sana, na tulikuwa na safari ndefu sana tulikopitia, mpaka leo hapa tumefika mahali pazuri zaidi naomba tuendelee na moyo tuendele huo wa kushirikiana, aboro kwa pamoja. Kama kuna changamoto yoyote tembelee meneja wetu ofisini. E, tumekuwa tukiwasikia kwamba sehemu za kulipa kodi au za kukadiriwa ni mbali. Tumefungua ofisi mbalimbali kwa hapa mjini peke yake, tuna tatu? Tatu. Tatu. Tatu. Ofisi karibu ngapi? Ngapi? ofisi ya mkoa ya nne. E, tuna ya, ofisi ya ya pale makao makuu ya mkoa tuna ofisi Uyole, tuna Mbalizi na wapi wengine, na Mwenjero. Tumewasogezea huduma kwa karibu. Fanya biashara, usipoteze muda wako kwenda mbali kutafuta wapi pa kukadiriwa, kulipa kodi, kusongamana. Muda wako ni wa thamani sana, unahitaji kuutumia kufanya kitu kingine. Kwayo, hivu, kwa hiyo tumefanya hivyo kwa kuwasogezea huduma karibu, ili usitumie nguvu nyingi au muda wako ambao kufanya biashara kufanya mambo ambayo muda muda mfupi zaidi. Lakini pamoja na hayo e, nimesema tunapokea maoni yenu na ndio hasa swala ambao limetuleta hapa pokea maoni na kupokea dukuduku -duku zenu ambazo bado zipo kama zipo bado hii tuweze kuzifanyia kazi kwa pamoja wafanyabiashara wote wa mkoa huu wa Mbeya kwa kazi kubwa ambayo mmekuwa mkiifanya, ongeleni hmm sana. Asante. Najua mtanifikia salamu kwa walipa kodi na wapongeza, kwa sababu mmekuwa mkilipa kodi vizuri na kwa kweli tumeendelea kuvuka malengo kwa kipindi cha miezi kumi na moja kwa maana ya kuanzia mwezi Julai mwaka 2024 mpaka Mei 2025 kwa kipindi cha miezi kumi na moja tulitakiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 115 kama mkoa wa Mbeya, lakini kwa, kwa ushirikiano wenu na kwa usikivu wenu tumeweza kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 117 hatua hii kuwapongeza na niwaombe tu mwendelee na moyo huo, lakini pia nichukua nafasi hii kuwakumbusha kwamba tunaelekea mwisho wa mwaka wa fedha. Tarehe 30 mwezi wa 6 sio mbali sana, leo ni tarehe tarehe ishirini na tatu. Ndugu yangu kando ameanza kucheka. Kwa hiyo nikukumbushe tu nikukumbushe ukawakumbushe ndugu zetu kwamba tarehe 30 sio mbali, waje walipe mapema kwa sababu pia watu wao wanasubiri siku ya mwisho wanasongamana, halafu anaanza kusema sasa, jamaa, tumekuja. Tukasema sasa, wote mmekuja siku moja inakuaje? si ni bidii sasa, twende taratibu, tumhudumie huyu, tumhudumie huyu, tumhudumie. Lakini watu ambao wa ni wasikivu na wanafanya vizuri, kwa hiyo ni wa, niwaombe, tuwakumbushe jamaa. Asante sana, utachelewa kulipa utakutana na kaperat, ambapo anakula mtaji wako, wakati kulikuwa hamna sababu kabisa ya kufanya ni tume, ni kwa hiyo nitumie nikuahidi kuwakumbusha na nyinyi mkawakumbushe ndugu zetu. Mwisho kabisa niwaahidi ushirikiano, kama ambapo tumeendelea kushirikiana tutaendelea kushirikiana kushirikiana na ninyi. Nimeona t hapa TCCI nimewaona, niwahidi kabisa tutaendelea kushirikiana, tutaendelea kufanya kazi pamoja. Kama changamoto zipo Milango iko wazi kama ambao tumekuwa tukifanya. Najua mzee Tupa ni shahidi. Maana tunaenda kwa ushahidi. Vitu vikifika mezani mkurugenzi huwa tunavisolve. Unless labda kwa kuna kitu ambacho kitokee, okay, yani kizito sana yani ambacho atia. Lakini mimi naamini yote tunaweza kuvisolve sisi wenyewe na maisha yanaendelea. Lakini wa waibu pia tutaendelea kusimamia haki ili mtu asionee. Lakini pia tutampendelea mtu. Nadhani huwa nendelea tunamzana kila siku basi, mwisho kabisa niwakumbushe unapouza toa risiti, na unaponunua dai risiti. Kodi yetu ndio maendeleo yetu. Asante. Mama Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameonyesha kuwa uh, na commitment and humble, na namna ambavyo amekuwa na moyo wa dhati wa kuwasaidia wafanya biashara kukuza biashara, kutanua biashara, kufungua nchi ili watu waweze kuwa na fedha. Nakumbuka wakati da aliingia madarakani eh, alisema jamani, nimesikia kilio chenu kuhusu habari ya mifuko yenu, hamna kitu, hali ni tete, sasa naenda kuifungua nchi. Tumeona juhudi za dhati zikifanyika, naona iroyotua mama ameweza kukaribisha wageni wengi nchi hii. Tunamshukuru sana na ya kipekee, kwa sababu hasa ndiye ambaye ameleta utulivu wa hii biashara na ame, katika uongozi wake kwa huu muda aliokaa, ameunda kama tume nne acha na hii tume ambayo juzi tumetoa maoni, lakini kama tume nne zinakuja kuchukua maoni kwa dhamira dhati. Kwa kwa kweli tunampongeza sana huyu mama katika biashara. Kama mtu akuweza kufanya biashara kwa wakati uliopita, basi hili hawezi kulielewa kwa maana yake aku- aku guso na madhara, lakini mama ameonyesha katika uongozi wake kwa kweli, ana dhamira wafanyabiashara wakue na wasonge mbele zaidi, na pia ameleta utangamano kati ya sisi na ndugu zetu wa TRA. Siku za nyuma ilikuwa TRA ni kama sisi na wao ni maadui wakubwa mno, yani ukisikia tu ya TRA, hata kama unakunywa chai, basi tumbo itavurugika ukisikia tu TRA, kama labda vigumu na jambo lolote, yaani nasema network itakata kwa hiyo kwa sasa sisi na TRA tuko pamoja, ni dam, tunashikamana dam vizuri, tunashikiana vizuri. Aa, na kama nilivyosema kwamba meneja wetu tukimpelekea shida zetu anatatua. Unajua kiongozi ni problem solver, ni mtatuzi wa matatizo, sio anaongeza matatizo. Kwa kwa kwa hiyo yeye amekuwa kwa kweli kazi anaipenda, na pia anatupenda wafanya biashara. Kwa muda wote tukimpigia simu, tunapokuwa tuna changamoto, njoni mara moja ofisini, hata kama ni siku manane tunakwenda tunamweleza, kwa sababu changamoto katikati ya sisi tunaoesha serikali na wafanyabiashara. Kwa hiyo changamoto za wafanyabiashara tunampelekea yeye, na anatoa ushauri wa dhati kabisa, sio akukwamisha, yaani ana facilitate, ha facilitate. Nadhani ni langu ambalo la msingi sana ni juu ya kupanua biashara kijiografia. Uh, sisi hapa tunaweza tukawa Mbeya, hasa katika nyanda za kusini hapa jijini Mbeya, tunaweza tukawa kama Dubai <coughs> kwa sababu tuna neema nchi karibu kama Zambia, Malawi, hapa nchi ya Zimbabwe, a kusini mwa Afrika, Gaberoni, Namibia na kadhalika hapa e, wapi hapa, Maputo, Msumbiji. Wale watu ni fursa kubwa sana ya kuja kununua mali hapa jijini Mbeya na Mbeya ikawa nadhani ni kitovu kisha kodi Tanzania tuna maoni mengi ya kuweza kuishauri serikali, moja wapo ni kuifungua zaidi Mbeya tukafanya biashara na tukapewa ulinzi wa kutosha masaa ishirini na nne. Unajua, labda nizungumze hivi kwamba jamani, kama tunataka tuweze kupata maendeleo makubwa kama taifa, lazima serikali yetu pendwa mama Samia Suluhu Hassan iboreshe miundombinu tufanye biashara masaa ishirini na nne. Kwa nini? Tukifanya biashara masaa mengi, huku tukiwekewa miundombinu mrafiki, taa na kadhalika, na umeme usikatike, miundombinu iwe safi, ina maana tutazalisha zaidi, na kama tutazalisha zaidi, ina maana serikali tutailipa kodi zaidi. Mfano, mfano sisi hapa kama wazawa tunasema indigenous wazaliwa, we, we, we born in this country, we stood in this country, we grew in this country. ka We, we have no uh, an option kwamba tutakimbia nchi nyingine. ka sisi ni wazawa, tumezaliwa hapa, tumesoma hapa, maisha yetu ni hapa. Tunaomba mheshimiwa Kayomba pamoja na serikali yetu sikivu pendwa, Mama Samia surua sana, sisi wazao tupewe privilege. Yaani, tupewe upendeleo wa ziada. kwa nini? Namba moja, sisi tukipata hela htutakwa kwenda <laughs> hatuna kwa kuzitoroshea. Sasa sisi, serikali zote duniani ndo huwa zinawalinda watu wake kwa wivu mkubwa sana, zinawalinda wazao. Kwa nini leo hii Wachina wakija hapa wakichuma hela wanaziondoa, wanazi, wanazi kwa dola zinenda kwao, zinaenda kujenga kwao. Ndio mipango ya watu wageni. Sasa sisi wazawa, kama tutaendelea kuwezeshwa na serikali kufanya kazi kwa muda mrefu, kuendelea kutufanyia E, upendeleo si kuwa wa kawaida, tutoe kodi, tuendelee kutoa kodi rafiki. Mimi nasema kwamba kama mimi nimekuwa na fedha na serikali yangu imeniwezesha kwa nini sitoi kodi? na utakiwa zaidi hata mwenyewe tunasema hapana bwana, naomba niongeze kodi, maana kutoa kodi tunajivunia maendeleo, hakuna bila kodi na kutoa kodi, kulipa kodi ni kitendo cha uzalendo. Kwa hiyo miundo mbinu hapa iendelee kuboresha, tufanye kazi muda mwingi, ili hawa ndugu zetu wa Zambia, Malawi, wapi waendelee kuja kuchukua mali hapa kwa namna mbalimbali. Na hizi ni nchi, ni fursa nyingi sana, fursa kubwa inatakiwa tuwafanyie kazi, ili kuboresha ukusanyaji wa kodi. Mheshimiwa eh, meneja wa mkoa mezungumzia umeweka matawi hapa lakini Mbarali pia eh, watu wanatembea masafa marefu sana sana kwenda kufata huduma hii. Nafikiri hata mawilayani pia vile vile mwangalie umbali, mkiacha mbali labda wale watoaji kodi ni wachache lakini iwepo kwa muda tu eh, kuwafuata eh, walipa kodi maeneo wa yao sana. Lakini kwa chialeri, kama walivyosema watu wengine, niwapongeze sana Msiba kijana wangu, kama walivyosema wengine, kwa kweli ametupa ushirikiano mkubwa sana sana sana sana sana. Msiba ametupa ushirikiano mkubwa sana, na sisi tunasema tutaendelea kukupa ushirikiano hali na mali. Amezungumza eh, kiongozi wangu wa mwanjero hapa, nafikiri nimejiandika, nafikiri tuweke kama ndio program ya mkoa alichozungumza bwana hapo, kila maeneo kila wilaya wana viongozi wana mabarozi wana nini, nafikiri tutumie utaratibu huo, japo kuna kipindi tutoa maoni tie kwenye kata, lakini bado kuna kuna msijano kidogo kwa sababu na wao wanakusanya kodi zao, na pia TRA kipekee. Nafikiri sasa mmekuwa wenzetu kama walivyozungumza wadau, tunasikiana kwa karibu sana, lakini mtusemee vile vile, kodi tunazolipa sio za kwenu tu pekee yenu, na nyie mnafahamu kabisa kwamba wafanyabiashara tunachukua kodi. Hao wengine wanakuja kuwaumiza umiza wafanyabiashara, lakini mmekaa kimya. Nafikiri sasa hivi tuzungumze sauti moja. Nyie si wakusanya kodi tu pia ni wafanyabiashara wenzetu. Kama mimi natoa shilingi nauza shilingi elfu moja mia tatu ni ya kwako, na kitaalamu kabisa umejua kabisa nikitoa mia tatu ya kwangu, mia saba ikibaki, hii huyu mfanyabiashara ataishi je? service levy ile seni nitakuwa hai? Nafikiri TRA mtusaidie na yeye kutusemea kama wafanyabiashara wenzetu, kwa sababu mnachukua mapato kutoka kwenu kwetu, na mmepewa na dhamana na serikali kama ukusanye kodi sasa serikali isituchanganyishe kama makabizi, nyie basi wa wakabizi kila kitu kodi ziwe kwenye kapu moja, ambao mlikusanya nyie na nyie mtafahamu kaka. Ah, hizi kodi mmetuambia tukusanye kwa uwezo wa mfanyabiashara, hii kodi hawezi kulipa kwa utaalamu wetu tulionao. Maana wengi watozaji si wataalamu, si wataalamu, madiwani wanakaa tu. Ah, kodi yataka tufanye kiasi fulani, lakini hana utaalamu wote, kaka Wanamwacheje mfanya biashara? Wafanyabiashara wengi ni washindwa kodi, sio wa kuepa kodi. Na TRA limekuwa somo zuri sana kupitia kwenu. Nafikiri haya sisi yataondoka hata, hata u ya kukuza uchumi wa Mbeya, na harakati nyingi sana tunazifanya kwamba uchumi wa Mbeya uwe mkubwa, hata uwe baada ya Dar es Salaam tufike Mbea tuwe wapili. Hatuna matamanio ya kuwazidi Zaslam kwa sasa hivi, lakini tuna matamanio ya kuzidi mikoa yote mingine, majiji yote mingine. Ukiangalia namba tunakuwa wa pili, wa tatu sasa hivi wapili. Mwanza alikuwepo kama tumeshawashusha inga kidogo na wenyewe mara hivi, lakini matamanio makubwa ya chemba ya wafanyabiashara kwenye viwanda na wakulima hapa Mbeya ni Mbeya uwe uchumi mkubwa mkubwa mkubwa kabisa. Tumefanya jitihada nyingi. Hivi karibuni tulikuwa na kongamano la uchumi wa Mbeya, meja wetu alikuwepo, pia na wadau wote wa uchumi walikuwepo. Kwa kwa kufanya hivyo, tunaamini uchumi utapokuwa, utakapokuwa mkubwa, basi kodi itakuwa kubwa, maanake kama biashara imekuwa kubwa, uchumi mkubwa, kodi itakuwa kubwa. Kwa, kwa sisi wenyewe wafanyabiashara tuliopo kiwango cha kodi kitaongezeka, kwa sababu uchumi utakuwa mkubwa. Lakini pia tuna mkakati mkubwa katika kufanya uchumi wa mkubwa, kuongeza namba ya, wa, ya wafanya biashara, maana yake kurasimisha biashara. Kwa hiyo naungana kabisa na bwana Joseph Mwakisu Dubai kwamba kodi hapa Mbeya tunaweza ku kupata kodi hata zaidi ya mara mbili kiasi hiki bila kuwaumiza waliopo na bila kuwaumiza wataoingia, na hata kodi zikashuka. Kodi zinaweza zikashuka na makusanyo yakaenda zaidi hata ya mara mbili, kwa mikakati hiyo miwili ya kuongeza biashara na uchumi mkubwa na kuwaingiza. Hayo ndio mambo tunayoyafanya hapa hapa Mbeya.